Baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Tanzania wameibuka na kuzungumzia juu ya uwepo wa taarifa kwamba serikali ya Tanzania inajipanga kuuza akiba ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali, kufuatia mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa kuzuia misaada dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Hata inakuja kwenye miezi michache tangu ambapo serikali ya Tanzania pamoja na taifa kwa ujumla kutoka katika uchaguzi mkuu uchaguzi ambao uligubikwa na matukio mengi, huko Umoja wa Ulaya ukiweka wazi kwamba kamu hautaweza kutoa misaada dhidi ya serikali ya Tanzania kufuatia matukio na vurugu zilizojitokeza katika uchaguzi mkuu, ambapo matukio ya vifo vilipotoka katika uchaguzi huo. Kwa mjibu wa taarifa iliyopo, vyombo vya habari vya kimataifa vinadai kwamba serikali ya Tanzania inajipanga kuuza akiba ya dhahabu iliyopo kwa ajili ya ufadhili wa miradi mbalimbali katika taifa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ameibuka na kuzungumzia hatua hiyo ya serikali kuuza akiba yake ya dhahabu iliyopo. Heche amesema, Watanzania mnajua kwamba kuna uamuzi mkubwa kama umefikiwa. Kila kitu kinauzwa kienyeji, nchi inapigwa mnada kulia na kushoto, na pesa zinaishia kwenye mifuko ya watu, hifadhi yetu inateketezwa. Hili sio jambo la kufanyika kimya kimya. Huu ni uamuzi mkubwa unaohitaji mjadala mkubwa. Kwa nini hifadhi ya dhahabu yetu iuzwe saa hizi? Kwa nini marais wengine huko nyuma hawakuuza? Pesa zilizokopwa kwa material ni kwa ajili ya hiyo miradi ziko wapi? Hizo pesa zinatakiwa kwenda kwenye mradi gani? alihoji hivyo.